Mzee mpili huyo, akiwa Stadium ni Benjamin Mkapa, baada ya mechi ya Africans kuahirishwa katika siku ya leo katika uwanja Benjamin Mkapa. Mzee mpili huyo anaondoka katika uwanja sadioddmpir

Um, huyo ni Mzee Mpili alikuwa hapa katika uwanja wa Stadio ya Benjamin Mkapa baada ya mechi ku, kuahirishwa. Mpili ya mchezo wa uh, Simba Sports Club dhidi ya Young Africans ni dabi ya Kariakoo. Mchezo umeahirishwa, mashabiki wametolewa We, uwanjani baada ya taarifa kutoka. Hali unavyoiona katika dimba la Studio Benjamin Mkapa, timu ya Chapesa Media tupo hapa tukikuhabarisha na kukupa update zote za kimichezo kuhusiana na dabi hii ya Kariakoo, dabi ambayo imeahirishwa. E, majira si mchache au masaa machache itatolewa taarifa na bodi ya rigi, mchezo utapangiwa tarehe, siku gani utachezwa kanuni anaruhusiwa afanye mazoezi kabla ya siku moja kabla ya mechi, lakini jana Simba Sports alizuhiliwa a, hapa Benjamin Stadium Mkapa majira ya saa moja kamili kutofanya mazoezi, na hapo hapo Simba ikapelekea kutoa taarifa kwa umma katika mitandao ya kijamii e, kuto uhusu timu kuja katika uwanja a Benjamin Mkapa kuja kucheza mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ni mashabiki wamejazana kwa wingi e, wakiwa wanafuatilia update ambazo e, zinazoelezwa hapa. Mashabiki kila mashabiki wameweka vibunge kuhusiana na mchezo wa kuahirishwa dabi ya kali ya kora. Baadhi ya mashabiki wengine wameshakata tiketi kwa ajili ya kuingia ndani kuangalia mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini majira ya asubuhi Young Africans walitoa taarifa na kusema wao wanajua mchezo utakuwepo na mchezo unapigwa leo, mashabiki wa waje kwa wingi katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini bodi ya ligi imetoa taarifa maalum na kusema mchezo umehairishwa e, mpaka itapotangazwa tarehe nyingine na muda e, mwingine. Wazee wa otoporo yuko hapa e, di di Benjamin Mkapa kama unavyoona mashabiki ni wengi wamejaa katika dimba la Benjamin Mkapa. Baada e, dabi kuhairishwa, mashabiki wamekuwa wameweka vibunge na majadiliano kuhusiana na mchezo huu wa dabi ya Kariakoo kutochezwa siku hii ya leo. Ambrose kama unaiona anaondoka katika dimba la Benjamin Stadium Mkapa baada ya mchezo kuhairishwa. Ambrose naye anaondoka katika dimba la Stadium Benjamin Mkapa. Thank na mzee Mpili huyo akiwa uh, stadi odid Benjamin Mkapa baada ya mechi ya Africans kuahirishwa katika uh, siku ya leo katika uwanja uh, wa Benjamin Mkapa mzee uh, Mpili uh, huyo anaondoka yeah, katika uwanja uh, uh, wa Benjamin Mkapa mechi kuahirishwa. Mpili, Mpili, Mpili kwa na mzee mzee Mpili

naam, huyo ni mzee Mpiri alikuwa hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa baada ya mechi kuahirishwa. kuahirishwa. Naam <laughs> <laughs> mzee Mpiri huyo akiwa, huyo akiwa ni Benjamin Mkapa baada ya mechi ya Africans kuahirishwa katika siku ya leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mzee Mpiri huyo anaondoka katika uwanja wa Benjamin uwanja wa benja... Mkapa

Huyo ni mzee Mpili alikuwa hapa katika uwanja wa stadium Benjamin Mkapa baada ya mechi kuahirishwa, na mzee Mpili huyo akiwa stadium Benjamin Mkapa baada ya mechi ya Africans kuahirishwa katika siku ya leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mzee Mpili huyo anaondoka katika uwanja Benjamin stadium Mkapa, Mkapa.

huyo ni mzee Mpili ha, kwa hapa katika, ha, ku, <laughs> uh, katika, katika uwanja Benjamin Mkapa baada ya mechi kuahirishwa. Kuahirishwana mzee Mpili huyo akiwa akiwai Benjamin Mkapa baada ya mechi ya Africans kuahirishwa katika siku ya leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa mzee Mpili huyo anaondoka katika uwanja Benjamin ben ben ben ben Mkapa. mkap

Huo ni Mzee Mpili alikuwa hapa katika uwanja wa stadioni Benjamin Mkapa baada ya mechi kuahirishwa. Mpili. Yeah, yeah. Yeah, yeah.